Mguu pande mguu sawa, uelekeo ni mmoja tu. Kwa hivi sasa, wadau wa soka afrika mashariki na kati, ukanda wa Sekafa unazungumza, nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Nimeketi na Dula ambaye tumeshakusha kuzungumza mengi ya awali, lakini tunaendelea kuzama kwa kina kuangazia wapinzani wa Simba sports Stellenbosch, ambapo Simba wao tayari wapo Zanzibar kwa maandalizi ya nusu finali. hali yako iko vipi? Bana, mimi hali yangu iko salama salmin njema kabisa, namshukuru mwenyezi Mungu mm. Tunaendelea tu kujiandaa kwa ajili ya kuuona huo mchezo mm. wa mnyama simba na Stellenbosch. E, tuliangazia kwa siku ya kwanza Uh, namna ambavyo kikosi cha Stellenbosch kinacheza, uh, tukaja pia tukazungumza kuhusiana na wachezaji hatari ndani ya kikosi cha Stellenbosch mm -hmm. Lakini yapo mengi yanayozungumzwa uh, na wengine wanachukulia kama mind game nje ya wale wasioshiriki katika michuano hii. Uh, unatazamiaje, kuna majina yanasikika, yapo hayapo, yapo hayapo, na wanaonekana ni wachezaji muhimu ndani ya kikosi cha Stellenbosch na of course, unajua uh, Ee, mimi huwa mara nyingi inapotokea kipindi kama hiki huwa, uh, nakuwa natoa zile insights ambazo mwisho wa siku zinaenda kudetermine nini hasa au outcome gani ya mchezo ambayo inaweza ikapatikana, umeelewa. Na hata kipindi Simba wanacheza na, na Almasri nilizungumza na nikatoa insights za jinsi ambavyo Almasri walivyo na vitu kama hivyo, na nashukuru Mwenyezi Mungu nilichokizungumza kibaadae kika, kikaonekana sawa kwa hivyo kwa upande wangu wa, kwa upande wa Howard Stellenbosch, sawa, nimeshawazungumzia maana yake wachezaji wa hatari wa ambao tunaweza e, tukasema ni wachezaji ambao wana, wana, wana, wana, ni kama wanabeba ile roho ya klabu wakina Bazedin e, wakina huyo Ashley Kupido ambaye huyo Ashley Kupido, taarifa njema kwa mashabiki wa Simba pamoja na Simba wenyewe ni kwamba Ashley Kupido atakosekana kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club kwenye first leg ya CAF Conf Confederation Cup uh, semi final, si ndio? Okay. Kwa sababu alipata injury katika mchezo wao wa mwisho wa ligi dhidi ya Amazulu na aliweza kutolewa dakika ya kumi tunafikiri eh, na nafasi yake kuchukuliwa na Lingelinde Fili na yeye kushindwa kabisa kuendelea na mchezo, na kama unavyoelewa mambo ya injury haya eh, kocha wake Steve Barker ameonekana kama kuumia hivi akisema kwamba kama ikitokea amekutwa na serious injury, basi amnamna, basi anaweza kakaa nje kwa takriban wiki sita kwa tafsiri haraka haraka tayari ni advantage of course. Haja hajafunga bao kwenye michuano hii bado, lakini ni mchezaji ambaye ni wa pili kwenye kwenye wafungaji wafungaji pale wa Stellenbosch was kwenye ligi maanake, ukitoa Devin eh, eh, Titus ambaye ndo amefunga mabao sita anafuata yeye ambaye ana mabao matano na asisti tatu. Huyu Titus ana mabao sita na asisti nne. Menelo, huyo ndo kinara, kwa hiyo anakuja huyo. Sasa unavomkosa mshambuliaji ambaye ndo anaongoza kwenye eneo la ushambuliaji kwa kufunga magoli, automatically kuna pigo fulani unakuwa ume umelipata kwenye eneo la la, la ushambuliaji, pia ni faida kwa kwa mpinzani. Lakini mimi usichukulii kwamba ni advantage sana kwa Simba. Ila kuna moja hiyo ndo kubwa ambayo kwa upande wangu mimi na ninavyowajua hawa uh, Stellenbosch Uh, basi Simba watakuwa wana faida kubwa sana hiyo ndo faida kubwa sana na kama Simba wataichukulia hii faida katika positive way na wakai- wakajaribu kuitu, so, kui, yani, kui, unajua ile unavokuwa kwenye michuano kama hii kila opportunity counts sawa, yani kila opportunity ina count kwa sababu ni mtoano. Basi ni hii Simba Sports Club wanaenda kuiface Stellenbosch ambayo inamkosa ina, ina kapteni wake ambaye ni goalkeeper Sage Stevens, kutokana na kupewa kadi mbili za za njano. Alipata njano dhidi ya e, Real Bamako hmm, na maanisha Stade Malie, sorry, Stade Malie hmm. Eh, lakini vile vile akaja akapata kadi katika mchezo wa robo finali dhidi ya Zamalek si ndio, kule Misri. Automatically kadi mbili zinamfanya kuwa nje kwa mchezo mmoja, kwa mchezo mmoja. na kwa bahati mbaya nilikosea sikusema hili mapema lakini atakosekana na nafasi yake by, by the way itachukuliwa na Oscar Masuluke ambaye ndo alikuwa ndo golikipa ambaye alidaka katika mchezo wa, wa RS Berekani wa makundi kule Morocco dhidi ya RS Berekani, Stade de Berekani kule wakapigwa goli tano sufuri. Huyu Masuluke ndo alikuwa na, by the way, kwa nini nasema ni faida kwa Simba, sawa? Ni kwa sababu ukijaribu kureview yale mabao ambayo yote yamefungwa, utagundua kwamba mabao asilimia yote, asilimia kubwa sana ni yametokana na uzembe wake yeye Masuluke. Sawa, nitakupa, tunaenda one by one sawa. Maanake gol la kwanza lilifungwa sawa, ya Yasin Labiri, ambaye alikuwa kwenye eneo la kiungo free kabisa, nyuma ya safi ya kiungo ya Stellenbosch. Alikuwa na mpira akapiga pasi kwenye half space kwenda kwa Imad Riyahi. Imad Riyahi anafanya attempt Masuluke anautemea ndani sawa, anavoutemea ndani Osama Lamlawi mlawi anafunga. Kwa hiyo gol la kwanza, gol la pili utagundua mistake pia ya kwake, kwa sababu mpira unatoka nyuma kutoka kwa Isufu Dayo, huyu mlinzi wakati wa RS Berikana, anapiga nyuma safu ya ulinzi ya Stellenbosch ambayo ilikuwa kwenye high defensive line, anafanikiwa kuupokea po Valere Vasene. Uh, anaenda ku, ku face goalkeeper kwenye 1v1, yule Oscarin Masuluke anatokea anashindwa kumzuia. Manake yule Povarere Vasena anafanikiwa kumtoka, anapiga mpira kwenye internet, anafunga. Umenielewa? Goli la nne, manake ilo ni la tatu. Goli la nne the same, kwenye transition. Umenielewa? huyu Mbrazil Matias Barbosa Dos Santos kwenye transition alikuwa alipokea mpira akapiga uh, penetration pass kwenda kwa Yusufu Zaudi. Uh, Yusufu Zaudi amepokea ile pass kama kawaida, tena huyu Masuruki anakuja anamfesi, maanake anatoka golini kwake kwa ajili kwa, kwa ya kuja kumchallenge na kupunguza uh, vision ya huyo lakini anashindwa na baadaye anafanikiwa anashindwa kuseme kuzuia ile progression, na Yusuf Zaudi anaenda kufunga bao rahisi kwenye mtenet. Bao hilo, lakini bao jingine pena limefungwa na Paul Valere Vasene, si umeelewa? Ambapo aliweza kugeuka kwenye msitu wa, walinzi wa nne, imagine msitu wa walinzi wa nne, alafu anapiga anafanya attempt ambayo ilikuwa uh, ipo katika position ambayo goalkeeper amesimama lakini anashindwa kuisave afu attempt ile ni kama surprise kwa Masuluke imagine, yani ni kama mpira usha yani ushafika kwenye goli alafu yendo yani alichelewa kuruka, umeelewa. Kwa hiyo e, ukijaribu uki, uki kuangalia na mechi hiyo, by the way ilisimamiwa na eh, Arajiga, umeelewa, eh, Mtanzania huyo, e, Ahmed Arajiga na eh, of course ikashuhudia huyu e, eh, Stellenbosch anakula goli goli tano sasa, wanakuja ku face team kutoka Tanzania umeelewa kwa hiyo hii mistakes ambazo wanazifanya Masuluke e, nazitegemea kuziona katika mchezo dhidi ya ya Simba sports club. Unajua watu wasichukulie poa eh, kwamba Simba eh, kwa sababu Zamalek Zamalek, na Simba, kwa sasa hivi, Simba yuko vizuri zaidi, yupo juu ki rank, yupo juu ki performance, yupo juu ki kila kitu. Watu wanabidi waelewe hilo sawa, eh yeah. Of course, wa, wa, mkubwa imagine toka mwaka elfu mbili na nane mpaka leo tunavyo mwaka elfu mbili ishirini na tatu tunazungumza eh, tuna ausio tuna nilisema hii ishirini na tano yani nasema sasa, Zamalek kuanzia mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, umenielewa? Katika misimu kumi ambayo ameingia group stage, katika kipindi hichi ninachokitaja, misimu kumi alioingia group stage ya CAF Champions League, amefanikiwa kutoka kwenye hatua yani kwake kutoka kwenye group stage kwenda kwenye, kwenye hatua inayofuata mara mbili. Mara nane zote ameshindwa. Mwaka 2016 akafika mpaka finali na mwaka 2020 akafika mpaka finali. Finali zote mbili alipoteza, 2016 alipoteza na Mamelodi Sundowns 2018, 2020 alipoteza na Al Ahli. Eh, imagine Simba Sports Club kwenye kila edition aliyoingia group stage amefanikiwa kwenda kwenye knockout phase, japokuwa anaishia robo finali. Sasa Zamalek katika group stage kumi kumi, kaingia mara mbili Ka alafu unasema watu watakuja kwambia Zamaleki angepita zama angepita Zamaleki ange zama ange, amepita Stellenbosch wote, Simba angekuwa na uwezo wa knock out, kwa sababu hata Zamaleki Simba ana historia naye nzuri, ila shida tuna watu tunakuwa tuna kawaida ya kukariri majina. Simenelewa ume, umemzungumzia uh, mshambuliaji pamoja na goalkeeper, uh, idadi ya magoli uliyoitaja kwa Ars Belkane kuifunga Stellenbosch mabao matano unaiona Simba ikifunga mabao mangapi kutokana na historia ya golikipa matukio yake kuonekana kuwa yana athari zaidi kwa upande wa Stellenbosch, hususan unapokutana na mpinzani mwenye safu ya ushambuliaji nzuri simba eh, ni kama nusu fainali inawaita kwa nguvu sana, yaani ile nusu fainali inawaita simba kwa nguvu sana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa mbevo, sababu ukiachana na kwamba e, goalkeeper amekosekana ambaye ndo captain na ndo uh, kipa wa kutegemewa, kwa sababu imagine ana clean sheet tano katika mechi saba, clean sheet tano katika mechi saba na hawa Stellenbosch ndio mara yao ya kwanza wanashiriki, mara yao ya kwanza wanashiriki, na kama watafanikiwa kufika mpaka fainali, haiwezi kutokea, lakini kama itatokea hivyo basi itakuwa timu ya pili kuweza kufika fainali, timu ya pili kutoka South Africa kuweza kufika fainali kwenye debut yao, kwa sababu wameshawahi kufanya hivyo Super Sport United msimu wa 2016 17 walifika mpaka fainali, walicheza na Mazembe lakini hawakuweza kutoa taji. Sawa, sasa waliwatoa Club Africain by the way kwenye nusu fainali. Sasa hii Stellenbosch wanamkosa mshambuliaji wao kupido ambaye ni tegemezi, umeelewa. Wanamkosa goalkeeper kwa sababu ya red card, ya maanisha ya yellow cards mbili katika michezo miwili tofauti, lakini nakukumbusha pia wametoka kuuza mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi chao, Jayden Adams ambaye sasa hivi yuko katika kikosi cha Mamelodi Sundowns na currently ana perform vizuri na mpaka kuna timu kutoka Hispania zina ziko interested kutaka kumchukua sio, naelewa sasa. Fikiria haya yote kwa upande wa Simba kisha niambie, Simba kinamzuia nini kuweza kupata mabao zaidi ya manne kwenye mchezo? kuanzia kuanzia manne eh, kuanzia manne. Manne. E, manne Simba Sports Club anao uwezo wa kushinda mabao kuanzia manne katika mchezo dhidi ya Stellenbosch no. Pas, pasi na shaka sawa, kuanzia manne, manne. Unajua hichi eh, kwa mfano ikitokea Simba ameshinda ona... uh, so... mabao manne hmm atakuwa uh, ile record ya, ya kipigo cha pili kwa ukubwa kwenye hatua ya nusu fainali amekuwa ameilevo, kwa sababu Al-Masri wameshawahi kupigwa mabao manne sifuri na inakuwa kipigo kikubwa cha pili kwa ukubwa kwenye michuano ya nusu fainali ya Kombe la Shirikisho sabu, Lakin, kwa sababu mara nyingi knockout stage hayazalishi mabao mengi, lakini cha kwanza, si ndio, niliwahi kusema kinashikiliwa na Zamalek kwa alipigwa tano moja na Etoile du Sahel katika mchezo wa nusu fainali mwaka 2016 kwa hiyo na maana Ee, Simba ana uwezo wa kuweza ku kulevel kile kipigo kikubwa zaidi kwa ukubwa lakini eh, pia opportunity ya kuweza kuweka record ya kuwa timu ambayo imeshinda mabao mengi zaidi kwenye hatua ya nusu fainali msimu huu anayo. Unaelewa? Yani maanake akafunga magoli kuanzia matano na akawa ndo timu ya kwanza kutoka ee, yani maanake timu ya kwanza Afrika kushinda mabao mengi zaidi kwenye hatua ya nusu fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Umeelewa? Anao uwezo kwa sababu ee, Stellenbosch wana timu nzuri lakini wanakosa vitu vingi ukikompea na Simba, Simba wana timu nzuri by the way. Wana wachezaji wenye uzoefu wameshashiriki michuano ya kimataifa katika uh, na, na wakikutana na timu bora zaidi na zenye levo kubwa ya ushindani kuliko Stellenbosch. Umeelewa? Lakini vilevile vile viongozi wa Simba wanajua jinsi gani ambavyo wanatakiwa kuzi approach hizo mechi psychologically, wachezaji wa Simba watakuwa. Eh, lakini kingine watu wanachokisahau ni kwamba Stellenbosch kufika huku ni bonus. Yaani wao kwenye malengo yao ya msimu nafikiri hawakufikiria, kama yani, wakati wanaanza kushiriki hawakufikiria kama wanaweza wakafika mpaka hizi stage kabisa, yani kabisa, wewe kwenye debut yako, yani, maana yake debut maana yake ni mara ya kwanza kushiriki kwenye michuano au kushiriki kwenye mchezo eh. ni de, kwenye debut yao wafikirie wa, wa kwamba sisi sasa tunataka tuende finali yeah. Tofauti na Simba, Simba maana yake walikuwa na malengo kwamba ya kufika sio tu kufika, umeendelea eh, sio sio sio kufika hmm. Na nataka nieleweke kuchukua kombe, kombe. Kwa sababu wanaona ni opportunity ambayo inaweza isijirudie, mm. si unaelewa, Simba wanao uwezo wa kuwatoa hawa. Kwa hiyo hapa tunazungumzia timu ambayo imefika nusu fainali pasi na kutarajia, mm. Lakini pia inacheza na timu ambayo inalitaka kombe kwa udi na na uvumba, si unaelewa, kwa sababu hata na uhakika walikuwa hawaamini kama wanaweza wakamtoa Zamalek, lakini imetokea wamemtoa. Sasa wanamface Simba Simba Simba Sports Club ile nguvu ambayo Stellenbosch wameitumia kwa Zamalek ndio hiyo hiyo nguvu ambayo itawaumiza na kujikuta wanatolewa kwenye michuano. Nafasi kubwa eh, anayo Simba, idadi ya mabao yapo kwake, lakini mbinu bado zitasalia kwa kikosi cha Stellenbosch kutoka kwa kocha anainoa kikosi cha timu hiyo. Kwako swali nalouliza ni kwamba hauoni au haufikirii kukosekana kwa wachezaji hao kuna uwezo wa kumfanya mwalimu awajenge wachezaji wake psychologically kwenda kuwa na men winning mentality ya kukabiliana na Simba Sports, kama wamefanikiwa kwa Zamalek, hivyo Simba pia wakija na e, morali ile, wanaweza akaonyesha mchezo wa aina yake. Unajua hata e, kama wangekuwepo wachezaji wote, hata kama wangekuwepo kocha kama kocha, lazima angewaandaa kisaikolojia wachezaji wake kukabiliana na timu kama Simba wanavyo watu wanavyoichukulia Simba huko Afrika, sio kama huku huku tunaizoea na tunaichukulia poa. Lakini Afrika kwenyewe, mashabiki wa timu zingine Nigeria, South Africa, sijui Kameruni, umeelewa, huko sijui Misri kwenyewe, uh, labda Morocco, kote huko Simba wanaipa heshima yake. Sawa na wanaiona wana, kama timu kubwa barani Afrika hata, hata huyu kocha Steve Barker, of course lazima angekuwa anawapa, haijalishi kikosi chake kipo kamili au akipo kamili, lazima angekuwa anawapa treatment ya kisaikolojia wachezaji wake kwamba tunaenda kucheza na timu kubwa, mistake yoyote basi wataicount, na wanaweza kutushambulia na kutufunga na vitu kama hivyo, na vitu kama hivyo, kuangalia kwamba wamemkosa huyu wamemkosa e, huyu na, na, mimi naichukulia na, na kama ni, ni timu ambayo ime, imejifunza kitu mpaka inafika hapa, kwa sababu imagine kutoka kuruhusu goli kumi kwenye group stage mpaka kwenda kufuzu pasi na kuruhusu goli katika eh, tai zote mbili dhidi ya timu kama Zamalek, na Zamalek inakuwa mara yao ya kwanza kutoweza kufunga goli katika mechi zote mbili za knockout stage kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Just imagine yani, hawa jamaa hawajawahi kutokea eti kwamba wameshindwa wame kufunga goli at least kwenye uh, single leg katika michuano ya kombe la shirikisho kwenye knockout stage, lakini dhidi ya Stellenbosch wame- lakini pia eh, kulikuwa kuna, kuna, kuna, kuna zile saves ambazo alizifanya Sage Stevens nyingi, ambazo zilidinai wale Zamalek wasiweze kufunga bao. Sasa huyo shujaa anakosekana katika mchezo dhidi ya Simba. Na Simba ndio timu ambayo itakuwa inashambulia muda mwingi wa mchezo. Automatically zile uh, nafasi za za goalkeeper kuweza kufanya hilo individual brilliance lazima zitakuwepo. Kwa kama hayupo huyo shujaa golini manake uh, kuna outcome fulani inaweza ikajitokeza katika mchezo. Kwa hii tu kukosekana kwa goalkeeper. Kwangu mimi nimeichukua kama big advantage na Simba ita, itaweza kuweza ku, ku, kama goalkeeper atakuwa Masuluke by the way na naamini atakuwa huyo. Basi kuna likely kuna kuna-, kuna mlima mrefu kwa Stellenbosch watakutana nao katika mchezo wa marudiano yaani wataanza kuchapwa kuanzia nne safari hii, mlima unageuka kwa wekundu wa- wa-, wa, wa, wa, wa, wa. Nilitaka kusema wekundu wa Msimbazi Simba, kwa mradhi imenikaa kichwani ile ya mlima Everest. Lakini Heavyweight underscore dula anatuambia kwamba mlima sasa hivi unageuka kwa Stellenbosch kuupanda katika uwanja wa New Amani Complex e, pale visiwani Zanzibar. Amezungumza vizuri sana na kwa uketo kwa namna ambavyo e, mapungufu yaliyopo hivi sasa kwa kukosekana kwa wachezaji wawili itakuwa ni advantage kwa wekundu wa Msimbazi Simba, mabao ni kwanzia manne. Katika nukta hiyo, kuna lolote la nyongeza Heavyweight ambalo pengine labda sijauliza na unaweza ukajazia? A, hapana, tukutane tu Zanzibar, maana insha allah Mungu akijali nitakwenda Zanzibar kesho. Mm, kwa hiyo tukutane kule basi, tukijaliwa tukutakie tu kila lenye heri, wewe ambaye unajitayarisha na safari ya Zanzibar na wewe unaejiandaa kutazama kwenye luninga. Assalamu alaikum.